Kuna tukio kubwa lililotokea leo ambalo linaweza kubadili mwelekeo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na tukio lenyewe ni kauli kali iliyotolewa na serikali ya Marekani kupitia ubalozi wa nchi hiyo nchini Tanzania. Nafahamu Mheshimiwa Tundu Lissu alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma na hatimaye kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam na kufikishwa mahakamani ambako alisomewa kesi, uh, alifunguliwa mashtaka manne, lakini ni shtaka moja ambalo linagusa hisia za watu wengi, shtaka la uhaini. Sasa katika kile kinachoonekana kama tahadhari ya kidiplomasia na isiyo ya kawaida ubalo serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake nchini Tanzania imetangaza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mwenendo wa kisiasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Ujumbe wa serikali hiyo ambao ulitolewa kupitia akaunti ya ubalozi huo katika mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, unasomeka kama ifuatavyo. Matukio ya kisiasa ya hivi karibuni yameibua wasiwasi mkubwa iwapo Tanzania inaweza kuandaa na kuendesha chaguzi zilizojumuishi na za amani. Kama mshirika wa muda mrefu wa Tanzania na wananchi wake, tunazisihi taasisi za serikali na vyama vyote vya siasa kuepuka kuchochea mivutano zaidi, kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na kushirikiana katika kuhakikisha kuwa Watanzania wanaweza kuchagua viongozi wao wa baadaye kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Uchaguzi huru na wa haki unaofanyika kwa amani ni msingi muhimu katika kufanikisha malengo ya Tanzania ya kukuza uchumi unaongozwa na sekta binafsi, kupambana na rushwa na kupanua biashara na uwekezaji unaonufaisha raia wote, ilimalizia. Uh, kauli hiyo kauli hii yenye usahihi wa kidiplomasia lakini pia uzito wa kisiasa ni ishara ya wazi kwamba jamii ya kimataifa inafuatilia kwa karibu mwenendo wa masuala ya siasa ndani ya Tanzania, hususan kinachoelezwa kama ukandamizaji wa haki za vyama vya upinzani, hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na hasa kuhusiana na hili suala la kesi iliyofunguliwa dhidi ya Mheshimiwa wa Tundu Lissu, ambayo kwa mtizamo wa wengi wanaamini kuwa kesi hii ni ya kisiasa, na kilichopelekea kesi hii ni ajenda ya Chadema ya no reforms, no election ambayo inatishia uwezekano wa kufanyika uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Kwa wataalamu wa siasa na masuala ya intelijensia, kilichotolewa na Marekani zaidi ya onyo ni utangulizi au ishara za utangulizi wa hatua kubwa zaidi, iwapo hali ya sasa haitarekebishwa. Kwa kawaida, Marekani huwa haitoi kauli kama hizi kwa bahati mbaya. Hii ni sehemu ya mkakati wa shinikizo la kimataifa na pia ni ujumbe wa tahadhari kwa serikali kwamba mustakabali wa uhusiano wa pande hizi mbili unaweza kubadilika. Lugha ya kidiplomasia mara nyingi huwa haina vitisho vya moja kwa moja au haikuambii fanya hiki au fanya kile. Kuna lugha fulani ya kurembaremba ambayo inakuwa kama neno lenyewe la diplomasia ni la kiungwana, lakini ujumbe unakuwa umefika. Kwa hiyo katika tamko hili, wanapozungumzia matamko ya kisiasa ya hivi karibuni ambayo yameibua wasiwasi mkubwa, moja kwa moja tukio linalozungumziwa hapa ni hili la Mheshimiwa Lissu la kukamatwa na hili la kufunguliwa mashtaka. Kwa hiyo kwa sababu ni lugha ya kidiplomasia hawawezi kutamka moja kwa moja kwamba Marekani haijafurahishwa na serikali kumkamata Mheshimiwa Lissu na kufungulia mashtaka, lakini umetumia. Kwa hiyo hii paragrafu ya kwanza ndio hasa kinachongelewa, lakini katika lugha ya kidiplomasia pia katika paragrafu ya pili, um, Marekani wanasema wao kama washirika wa muda mrefu wa Tanzania na wananchi wake. Sasa, hii ni kukukumbusha, hii ni lugha ya kidiplomasia pia kukumbusha kwamba Marekani ni miongoni mwa wafadhili wa Tanzania. Kwa hiyo hili ni onyo linalotolewa katika lugha ya kidiplomasia kwamba ushirika uliopo kati ya Tanzania na Marekani kwa kiasi kikubwa ni Tanzania ndio mnufaika wa ushirika huo, japo Marekani pia kuna vitu ambavyo vananufaika kutoka Tanzania, lakini mara nyingi hizi nchi kubwa zinapo zina mchango mkubwa uwe mchango huo ni kwa manufaa yao, lakini kwa kiasi kikubwa nchi zetu maskini zinategemea misaada ya haya mataifa makubwa. Kwa hiyo hili onyo lina uzito mkubwa, na kwa mtazamo wangu sintoshangaa. Kwa kawaida, mara nyingi Marekani huwa wanakuwa wa kwanza kuongelea jambo zito kama hili. Sinto shangaa kusikia umoja wa Ulaya nao wakitoa tamko kama hili, lakini pia kuna uwezekano mkubwa wa nchi kama Kanada na Uingereza nazo kutamka kuhusiana na swala hili na pia zile nchi za Skandinavia. Kwa hiyo nchi hizi za kama nilivyowahi kueleza katika moja ya makala zetu hapa kwamba uh, jinsi habari hii ya Mheshimiwa Lissu ilivyopokelewa kimataifa inaweza kusaidia kupatikana kwa shinikizo la kimataifa dhidi ya serikali ya Tanzania. Of course, pia tunatarajia katika siku mbili tatu, si ajabu pengine kesho uh, akajitokeza mtu au akajitokeza viongozi kukemea ili tamko la Marekani um, na kudai kuwa masuala ya ndani ya Tanzania yasiingiliwe. Sasa sisi ni nchi maskini, hatuna jeuri hiyo ya kuambia wafadhili wetu wasitueleze. Hata kama ni tunastahili kuwa na hatustahili uh, kuingiliwa, lakini unapokuwa maskini na unaitarajia unayetegemea misaada unakuwa kwa namna fulani kama umeuza ule uhuru, na hatuna jeuri hiyo ya kuwakoromea hawa na watufadhili. Kwa hiyo hili ni shinikizo ambalo linatarajiwa kuwa na impact. Lakini kama nilivyosema, kuna uwezekano mkubwa baadhi ya watu kutoka ndani ya CCM au viongozi wa juu wa serikali wakatoa kauli za kukemea hiki kilichosemwa na Marekani, lakini ni kauli za kidiplomasia. Hawana uwezo wa kufanya kitu chochote, kwa sababu kwa wanaokumbuka baada ya kifo cha kada mwandamizi wa Chadema marehemu Ali Kibao uh, serikali hizi uh, za nchi nchi wa hisani zililaani kitendo kile na kuitaka serikali ichukue hatua, na kama mnavyokumbuka, viongozi wa serikali yetu walilaani kile kitendo cha nchi za kigeni kuongelea vitu hivyo na kutishia pengine kuwaripoti mabalozi husika, lakini hakuna kilichofanyika, ilikuwa ni lugha tu za kidiplomasia. Sasa lugha za kidiplomasia zinaweza kuwa za vitisho, lakini vikaongewa kistaarabu na vitu kama hivyo. Lakini wakati hili ikitokea, kuna tukio jingine ambalo limegusa hisia za wengi ambapo polisi jeshi la polisi limekatazwa wananchi kujitokeza katika mahakama ya Kisutu uh, katika um, siku ya kesi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo wakati jumuiya ya kimataifa ikieleza wasiwasi wake kuhusu hali ya demokrasia, jeshi la polisi limetoa kauli inayozua maswali mengi. Kupitia kanda maalum ya Dar es Salaam limepiga marufuku wananchi kujitokeza mahakamani. Siku ya Jumatano tarehe ishirini na nne uh, mwezi Aprili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano wakati kesi ya Mheshimiwa Lissu itakapotajwa. Polisi wanasema kuwa wamepiga marufuku uh, mkusanyiko huo kuzuia viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini je, hii ni hatua ya kawaida ya kiusalama au ni jaribio la kuzima sauti ya umma katika mchakato wa haki? Kesi ya Mheshimiwa Lissu tayari imezua mjadala mkubwa wa kisiasa anachotuhumiwa nacho uhaini, pamoja na hayo makosa mengine, ni kosa zito linalotumiwa mara nyingi dhidi ya wapinzani katika tawala zenye mwelekeo wa kimabavu. Kwa hiyo kuitaja tu tarehe ya kesi hiyo kunatosha kuamsha hisia miongoni mwa wafuasi wake, wanaharakati na mashirika ya kiraia. Kwa hiyo marufuku hiyo ya polisi kujitokeza kwamba wananchi wasijitokeze katika mahakama ya Kisutu inaweza kutafsiriwa kama ishara ya uoga kutokana na dola kutoka kwa dola dhidi ya nguvu ya kisiasa inayozidi kushamiri upande wa upinzani. Kwa hiyo kuangalia matukio haya mawili um, kauli ya Marekani na hiyo hatua ya polisi zinaleta picha ya wazi ya mgongano baina ya shinikizo la ndani na la nje. Kwa upande mmoja, kuna presha ya kimataifa inayotaka Tanzania erudi katika njia ya kidemokrasia kwa upande mwingine kuna matumizi ya nguvu na vizuizi vya kisiasa vinavyoashiria mwelekeo wa kurudi nyuma. Sasa swali: je, Tanzania iko tayari kwa uchaguzi wa kweli na huru, na je jamii ya kimataifa iko tayari kusimama kidete kuhakikisha kuwa Watanzania wanapewa nafasi ya kuchagua viongozi wao bila vitisho? Wataalamu wa mahusiano ya kimataifa wanaeleza kuwa maamuzi ya sasa yanaweza kuathiri sio tu siasa, bali pia uchumi, ushirikiano wa kibiashara, misaada ya maendeleo na nafasi ya Tanzania katika majukwaa ya kimataifa. Baada ya taarifa hii, je, wewe una maoni gani? Unadhani shinikizo la kimataifa linaweza kuwa na mchango katika haki ya Mheshimiwa Lissu kupatikana au shinikizo hili litapuuzwa na serikali? Basi nakukaribisha kutoa comment hapo chini na kuweka mchango wako kuhusiana nah, kwa, kwa na haya na nitaendelea kuwafahamisha mengi yanayojiri kuhusiana na suala ya santeni na kwaheri.